Jimbo hili si jipya. Jimbo hili limekuwepo kwa muda mrefu, na jimbo hili limekuwa ngome ya Chama Cha Mapinduzi kwa muda mrefu sana, na ngome hiyo ndio imepelekea sisi kufika katika kiwango cha maendeleo ambayo tumeyafikia. Lakini nitumie nafasi hii kueleza machache ambayo viongozi waliotangulia katika jimbo hili wamehangaika nayo na kutufikisha katika kiwango cha maendeleo ambacho kwa namna fulani tunakiona, lakini bado tunahitaji kuendelea ah, kuimarisha maeneo yaliyosalia. Mheshimiwa mgeni rasmi, mimi niseme miaka kumi iliyopita eneo hili la Magagura hatukuwa na umeme tunaouzungumza leo, hatukuwa na umeme. Umeme tulikuwa tunakwenda kuuona Songea, na tukikosa Songea tunakwenda kuona kwa wamisionari, lakini ndani ya uongozi wa dada yangu aliyetangulia mbele za haki, yeye pamoja na viongozi wenzake wa Chama cha Mapinduzi kupitia ilani ya uchaguzi wa Chama cha Mapinduzi kwa miaka mitano iliyopita na kumi iliyopita walihakikisha eneo hili tunaendelea kupata maendeleo, tukapata umeme, na sasa umeme huu umefika katika kila kijiji kilichopo katika kata yetu ya Magagula. Kweli si kweli? umeme oye! maendeleo oye! Wee. Lakini pamoja na umeme huu kuwa umefika katika kila kijiji leo, ndugu mgeni rasmi, umeme huu tunatoka katika hatua ya kijiji tunakwenda katika hatua ya vitongoji, na nitumie nafasi hii ya kutoa taarifa kwa wananchi wenzangu wa Magagura, vitongoji vyetu vyote tulivyonavyo katika kata hii ya Magagura, hivi ninapozungumza leo, tayari mkandarasi amekwisha saini mkataba wa kuhakikisha vitongoji vyote vilivyo baki vyote vilivyo baki vinapata umeme, yeah! Na niseme kuanzia wiki ijayo, kwa sababu mkataba amekwisha saini, mtaanza kumwona katika vitongoji vyetu vyote. Kwa hiyo nitumie nafasi hii kutoa rai pia kwetu umeme utafika katika vitongoji vyetu na gharama ya umeme mnafahamu vijijini ni kiasi gani tujikusanye kusanye ili kila familia ipate umeme umeme ule unufaishe kutoa mwanga lakini tuweze kuangalia mipira tuangalie TV tuangalie mipango mi, mi mingi ya maendeleo inaofanywa na, na wananchi mahala pengine kupitia umeme huu lakini niwaombe pia pamoja na kwamba wakandarasi hawa wanakuja kuendelea kuhakikisha umeme katika vitugaji yetu unapatikana, sisi tuungane kama wananchi wa Magagura, kuhakikisha kwamba hawa wenzetu wanaokuja kutusaidia kutekeleza ilani hii ya uchaguzi ya Chama Cha Mapinduzi ya kuhakikisha vijiji na vitongoji vyote vinapata umeme tuandike mazingira sahihi kweli, si kweli? tuwape ushirikiano kweli, si kweli? tukifanya hivi tutarahisisha lengo la Chama cha Mapinduzi la kuleta maendeleo katika eneo letu. Lakini pia nitumie nafasi hii katika maeneo mengine, nizungumze eneo hili la barabara. Ndugu mgeni rasmi, miaka kumi iliyopita, eneo hili sisi hatukuwa na lami hata kilometa moja lakini kwa bahati nzuri kupitia ilani, uta, ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi ya miaka mitano iliyopita, lakini pia ipo kwenye ilani ya uchaguzi ambayo tunaendelea nayo sasa, tukaanza ujenzi wa barabara ya lami na tayari kilomita sita zimekwisha kukamilika na tunaendelea na ujenzi wa barabara hiyo. Katika kipindi hiki cha miaka mitano kwa maana ya elfu mbili na ishirini na tano mpaka elfu mbili na thelathini tutahakikisha barabara ile ya kutoka Matumondo hii inakwenda msonga mpaka tunakwenda Mlale JKT kilometa ishirini na mbili na nusu zitakuwa zimekamilika kwa asilimia mia moja kwa kiwango cha lami. <apples> Ndugu mgeni rasmi, barabara hii ya kutoka Matumondo haiishi Mlale JKT, lakini inapita katika mji wetu huu wa Majagura itakwenda katika kijiji chetu kile cha Kizuka lakini itakwenda mpaka kijiji cha mwisho kule kinaitwa Mipenta. Urefu huu ni kilomita 89, na, na ilani ya uchaguzi ya 2025 2030 imezungumza ukamilishaji wa mradi huu wa barabara kwa kilomita zote 89, kuanzia Matomondo mpaka Mipenda, na mimi nimekubali mnitume, nikasimamie barabara hii ili kifika miaka mitano iwe imekamilika kwa asilimia mia moja. Ndugu zangu, wana Magagura, mimi ni mwenzenu kweli, si kweli? hey! mimi ni mkulima mwenzenu kweli, si kweli? Wapo hey! wanaofahamu ninakolima si mbali kutoka hapa. Sasa shida yetu kubwa katika eneo hili sio kulima Kurima tunaweza, si kweli? Shida yeah, yetu ilikuwa kupata pembejeo kwa wakati, lakini kwa bei ya ruzuku. Na hii niseme tu, ndugu mgeni rasmi, Mheshimiwa Rais amefanya kazi kubwa sana ya kuhakikisha wananchi hawa wawe wana CCM, wasiwe wana CCM, wote wanapata mbolea kwa bei ya ruzuku na inafika kwa wakati, na ndio maana tunalima sana <laughs> Sasa kulima sana na kwenyewe kunazalisha tatizo nyingine. Ukilima sana, unalima na kuvuna kwa ziada, si ndio, ndugu zangu? Ukivuna kwa ziada, si tunategemea uuze ziada? Tunauza wapi? Mara zote tumekuwa tunaitumia NFRA, lakini vituo vya NFRA kwa muda mrefu vilikuwa viko mbali na sisi tunakopatikana, lakini nitumie nafasi hii uh, ndugu mgeni rasmi kuishukuru serikali ya Chama cha Mapinduzi kupitia ilani yake 2020 na 2025 ilitengeneza utaratibu wa kuhakikisha vijiji hivi vinakuwa na maghala ya kuhifadhia mazao na maghala yanayofikika kwa wananchi, ili waweze kuuza mazao yao kupitia enafarei, lakini kwenye maghala yanayopatikana karibu na maeneo yao. Nitumie nafasi hii kuishukuru serikali lakini kwa ndugu zangu wa Magagura hapa, changamoto hii bado tunayo kweli si kweli? yeah, yeah. Magagura oye yeah. Magara oye yeah. Magagura bado tuna tatizo la gara moja. Gara hili la magagura lenyewe litakuwa na kazi ya kuhudumia vijiji. Magagura oye yeah. maendeleo safi yeah. yeah. ili tuweze kulima ili tuweze kufanya shughuli nyingine za maendeleo. Jambo la kwanza na la msingi ni uimara wa afya yetu, si ndio ndugu zangu? yeah. Ukiumwa unaweza kwenda shambani? Ukiumwa unaweza kulima? Sasa ili tuwe na afya imara, serikali ya Chama Cha Mapinduzi kupitia ilani ya miaka mitano iliyopita, pamoja na mambo mengine mengi, iliyofanya katika sekta ya afya tulikamilisha ujenzi wa kituo cha afya kiko na kinafanya kazi, lakini changamoto tulionayo ndugu mgeni rasmi, katika eneo hili kituo cha afya kinafanya kazi. Changamoto tulionayo tukakosa wataalamu kidogo, hasa wa kuhudumia kina mama pale wanapohitaji kupata huduma ya upasuaji, na mimi nimesema Mheshimiwa Rais ameahidi kutuletea wataalamu. Sasa hadi ili ahadi hii itimie kirahisi Nitumeni ndugu zangu, nikakumbushe nikasimamie, tupate wataalamu wa idara ya afya wa kutosha, lakini wenye sifa za kuweza kuendesha upasuaji wa kinamama wanaopataaka. Ndugu mgeni rasmi, nikisema nianze kuzungumza ilani ya uchaguzi hapa, nitazungumza sasa, nitazungumza mpaka jioni, nitawachosha ndugu zetu, lakini itosha kusema Chama Cha Mapinduzi kupitia serikali hii inayoongozwa na, na Daktari Samia Suluhu Hassan mara zote imekuwa ikifikiri zaidi juu ya maisha ma ya wananchi wa kawaida. Inatazama kuanzia mama akiwa mjamzito mpaka mtoto wake anafikisha miaka mitano na ikatengeneza sera ambayo kwa sasa tunalita sheria ya kuhakikisha mama mjamzito kuanzia mimba ya siku moja anakuja kujifungua mtoto anakuwa na siku moja mpaka anafikisha miezi hamsini na tisa na siku thelathini, mama huyu na mtoto wake wanatibiwa mataifa ya Kiafrika kufikia hatua ya kupata huduma hii ya afya kwa mama mjamzito na mtoto wake paka miaka mitano serikali ikiwa inalipa. Ni mataifa machache sana Afrika yanaweza sasa. Nitumeni mimi niendelee kusimamia hili twakitishe mama mjamzito na mtoto wake wanaendelea kuwa salama, wanapata huduma ya afya, wakirudi nyumbani wako salama na wanaenda kufanya shughuli zao za maendeleo. Ndugu <coughs> <coughs> mgeni rasmi, kazi ya kuzungumza mii nimezaliwa nayo, na ninasema nimezaliwa ni nayo. Mimi nimeanza kusimama kwenye nukwa nikiwa mtoto mdogo darasa la tatu nikalelewa na kukulia Chama Cha Mapinduzi mpaka leo ninafika katika nafasi hii. Nitumie nafasi hii pia kuishukuru Kamati Kuu kwa kuona nina nafasi mbele ya wenzangu kuweza kuwakilisha ilani hii ya uchaguzi ya mwaka elfu mbili na ishirini na tano elfu mbili na thelathini katika Bunge la Jamhuri ya Muungano, endapo ndugu zangu hawa

Niombe kura zenu za ndio kwa Chama cha Mapinduzi tarehe 26 ya mwezi wa pili ya mwaka huu 2025, ili tupate nafasi ya kuendeleza pale ambako ya dada yangu hakufikia malengo yake. Mniamini, mnipe nafasi hiyo, tuendelee kuisimamia ilani ya uchaguzi, tusonge mbele kwa faida ya maendeleo yetu. Asante sana.